Kwa sasa ukiwauliza vijana wengi wa barani y Afrika ni kiongozi gani ambaye wanamkubali sana, basi wengi watakutajia ni rais Ibrahim Traore wa Burkina Faso. Na hii ni kwa sababu ya namna ambavyo anaendesha nchi yake na kuchukia sana ukoloni na kuhakikisha kwamba uh, rasilimali za nchi hiyo zinatumika vipasavyo na kuhakikisha kwamba kuna uwajibikaji wa wafanyakazi na mambo kama hayo. Sasa, hivi karibuni, kuna ripoti hii ambayo imeandikwa katika vyombo mbalimbali vya habari hapa barani Afrika ikiwemo Zimicom ambayo ameandika kuwa rais huyo ambaye kwa sasa na umri wa miaka 37 amekataa kuongezewa mshahara wake, akitangaza kuwa ataendelea kupokea mshahara sawa na aliyopata akiwa mwanajeshi. Traore aliyeingia madarakani kwa mapinduzi ya kijeshi mwaka 2022 amefichua kuwa ana utajiri wa jumla wa dola laki moja na elfu ishirini na nane mia tano sitini na sita ambazo hizi kwa shilingi ya Tanzania ni takriban shilingi milioni 342. Sasa hizi ni pesa ndogo sana kwa rais wa nchi kuwa na utajiri wa kiasi hiki. Akasisitiza kuwa viongozi na akasisitiza kuwa uongozi wake unalenga kuhudumia wananchi badala ya kujinufaisha. Sitajichukulia hata senti moja zaidi ya kile nilichokuwa nikilipwa kama mwanajeshi, alisema. Yeyote atakayekutwa akijihusisha na ufisadi kwa faida binafsi atakabiliwa na hatua kali. Katika juhudi za kupambana na ufisadi, Traore ameagiza maafisa wote wa serikali kutangaza mali zao kabla ya tarehe 24 Machi 2025, kwa maana ya juzi hapa, akiahidi kuwachukulia hatua kali wale watakaokaidi pia amepiga marufuku viongozi wa serikali kufanya biashara na serikali akiamini hatua hiyo itazuia matumizi mabaya ya madaraka kwa faida binafsi serikalini. Kwangu hakuna nafasi ufisadi, tupo hapa kuhudumia wananchi, si kujitajirisha, aliinukuliwa. Kuhusu sekta ya afya, rais Traore ametangaza kuwa hakuna kiongozi yoyote wa serikali atakayeruhusiwa kwenda kutibiwa nje ya nchi. Badala yake ametangaza ujenzi wa hospitali kubwa zaidi katika Afrika Magharibi na Kati itakayotoa huduma za kiwango cha kimataifa kwa wananchi wa Burkina Faso. hospitali hii itawezesha watu wetu kupata matibabu bora bila kusafiri nje ya nchi, alinukuliwa. Kupitia hatua hizo, Rais Traore anaonyesha dhamira ya kweli ya kuleta mabadiliko, kujitolea kwa taifa lake na kupambana na changamoto kwa ajili ya mustakabali wa wananchi wake. Sasa uh, kama ambavyo nimesema, vijana wengi sana wanakubali jinsi huyu jamaa anavyoiongoza nchi yake. Miongoni mwa watu ambao hivi karibuni wameonyesha mahaba kwa Traore ni msanii wa nchini Uingereza, rapa huyu Stefflon Don, ambaye kupitia Snapchat jana amemwagia sifa kedekede bwana Traore. Alianza kwa kuweka picha yake, alianza kwa kuweka picha yake afu akaandika Ibrahim Traore, such an incredible human being I wanna be like you when I grow up. Kwa hiyo anamsifia kwamba ni binadamu fulani ambaye wapekee sana na natamani kwamba akiwa mkubwa awe kama yeye. Sasa kuna shabiki mmoja akamwambia marry him. Alafu akamjibu akimwambia in another life, kwamba ataolewa na Ibrahim Traore katika maisha mengine, lakini siyo ya hapa duniani tunayoishi kwa sasa. Kwa hiyo unaona namna ambavyo jamaa anavyokubalika. Na kwa wewe ambaye labda humfahamu vizuri Steflon Don, basi huyu ndo alikuwa girlfriend wake Bana Boy. Attention, your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them